Sasa mbona huniulizi kwa nini 2024 tulienda kwenye uchaguzi? Kama msimamo ulikuwa ni huo. 2024 tulienda kwenye uchaguzi CHADEMA. Serikali za mitaa tulienda. Sasa mbona hujauliza kwa nini mmeenda? Kwa nini unatuuliza leo sisi ambao tuko CHAUMMA tukisema kwamba kutokwenda kwenye uchaguzi sio sawa sawa. Unasema mlipokuwa CHADEMA mlikuwa unasema hivi, lakini tulikuwa tunasema hivyo hatukwenda kwenye uchaguzi ni kurudiche nyuma. No reforms no election ilikuwa ni kauli mbiu ya kuchagiza na kushinikiza mabadiliko ili tuweze kupata tume huru tuweze kupata sheria bora za uchaguzi na ilikuwa ni azimio la kamati kuu ya CHADEMA la mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini Makueni nchini Kenya. tulifanya retreat kule ya wiki moja. Ndio tukaja na hicho kitu. Pamoja na hicho kitu tumeshinikiza mabadiliko mpaka tumefika mwaka elfu mbili na ishirini wakati wa uchaguzi, tukaenda kwenye uchaguzi, hatukwenda tulienda, na tukawa na no reforms, no election. Tumetoka pale tukaendelea kushinikiza mpaka tukaja kwenye maridhiano tukapata baadhi ya vitu, tukaenda tumekuja serikali za mitaa, tumeshiriki. Sio kama unanielewa. Tunachopinga sisi ni kwamba dhana ya no reforms, no election haikuwa ina maana ya kuzuia uchaguzi kama ambavyo wanasema Chadema tunachopinga sisi, kwa sababu hiyo kauli mbiu iko toka 2020 mwezi wa tatu. Tumeshiriki uchaguzi wa 2020 tukiwa na kauli mbiu hiyo tumeshiriki uchaguzi wa 2024 tukana kauli mbiu hiyo, kwa hatuwezi kuhojiwa leo kwa sababu kuacha hiyo kauli mbiu na kushiriki uchaguzi haitakuwa leo, tulishaiacha toka 2020 na 2024. Kwa hiyo ukiwauliza Chadema, waulize hivi, hiyo kauli mbiu imeanza lini? Wataishia kukwambia neno moja tu kwamba ilianza wakati wa Mboe, ndio ilianza wakati wa Mboe. Lakini waulize kwa nini, kama ilianza wakati wa Mboe, kwa nini 2020 mlishiriki uchaguzi? Kwa nini 2020 mlishiriki uchaguzi? Sasa hakuna hoja hapo, hakuna hoja hapo. Ni kauli mbiu ilikuwa inalenga hivi, si si, si kwa mfano operation Sangara hapa sio? Siwe, si mlio wakubwa, si mnajua kwamba kutoka mwaka elfu mbili na kumi, no, kumi tulikuwa na operation kuja sio? na kumi Sangara na Ziwa Victoria. Operation Sangara sio iwe kuvua Sangara. Kauli mbiu zinakuwa na malengo yake kwenye Chadema tuna msingi, ngazi inaitwa msingi, tunachimba msingi. Misingi ni, ni falsafa ya nyumba, kwamba inajengwa kwenye msingi. Chauma tuna chemchemu sasa, tutakuwa na visima vya maji vinatoa chemchemu. Chemchemu tumechukua kama ni ngazi ya chini kabisa ya chama, kwa maana kwamba ya falsafa ya mto unachimbuka kwenye chemchemu, sio? sasa hasa hizo, hizo, hizo kauli mbiu sasa kama wao wanadhani kauli mbiu ina maana kuzuia uchaguzi, basi walete mkakati wa kuzuia. Mbona hawa? Sisi ilikuwa ni kauli mbiu na tumeitumia kuchochea na kupambana kuleta mabadiliko ya mfumo, na tulipokuwa tunafika mahali tume, tumeishia pale, tunaenda kwenye uchaguzi, sababu chama cha siasa ni kwenda kwenye uchaguzi. CHAUMMA itashiriki uchaguzi, itashiriki nini uchaguzi na ukitaka kupata ufafanuzi wake njoo kwenye mkutano, tutawaambia vizuri. chauma atashiriki uchaguzi.